Uhaba wa maji uliokithiri sehemu ya Bamba wapelekea viongozi kulomiwa pyupe, kwani wameonekana wakilegeza kamba kuwajibikia swala hili. Na ni juzi wakazi walipoandamana kushinikiza viongozi kushughulikia kilio chao abunge funatsagula fanza na katanoangala katanoangala kela naza maziga naza hataki uya maziga na uya fukina na na basirufama la ufereji la kufumalire madzi Haya, ujerieauafikaudofika mbunge wa fahidito sana kamba sisi ukipata kura tu shida nji zindangamika vita mm -hmm. zidazidi. Vilevile, walimu wametoa hisia mseto kuhusiana na maji kukosekana shuleni ikizingatiwa kwamba mitihani ya kitaifa ipo karibu kung'ananga. Wakaaji wa Bamba wameteseka kwa muda mrefu, na sasa tunavyoongea, mitihani iko karibu kuanza, wanafunzi wako mashule na hakuna hata tone ya maji ni huzuni kubwa sana na ni dhuluma. Gavana wetu, nataka kukwambia leo, hata huruma kidogo tu tuonyeshe. Feliki ni Dena ambaye ulikuwa mwalimu mkuu wa Godoma. Saa hii wewe ni waziri wa elimu hapa Kilifi Kaunti, tunataka kuona huruma yako tafadhali. Onea huruma wanafunzi wa Bamba, hawana maji na kesho kutwa wataanza mitihani yao. Swala hili limepelekea wakazi kufunga ofisi ya maji wakihitaja kama isiyowasaidia kuleta suluhu wala kuwapa taarifa ni lini maji yatapatikana. Tulielewana kwamba juzi, tukirudi tena hapa, tunafunga ofisi au sio? Yeah. si tumefanya ile mambo yeah? bado hapa tufanye ile maneno yeah? mama uko yeah, wapi mama, yeah. Mama nikiripotia AMCCTV mimi ni Jerotaipe